Nimekulipa sijui gari imefanya aje? Unajua nikachelewa, nirudishe pesa zangu. Nikurudishe pesa zako? Pesa zako za nini? Si pesa zao za kulipa unibebe. Ngoja tutengeneze gari tuende. Arakisha kutengeneza hii kitu, arakisha, mi nachelewa na huyo, utanipigia makelele mami. Sawa mami, utanipigia makelele unajua penye niko naenda. Fare ya ipi eh? Arakisha bana, arakisha

Alafu mko na mpenzi wangu hii kazi yangu. Kazi gani? Eh, ina ndipo boda boda ni najua. Ndio sasa ni bodaboda najua. Ndio sasa ni boda boda na, Na sasa mbona iko upside down, alafu ni kama mnapendana hivi. Mmetoa hii mje mnyanyuane. Hapana, babe si. Si. Mhm, si hivyo. Mnyanyuane, mmenyanyuana nako mmenyanyuana, watu wamenipita kama wanakombana. Ni mambo gani tena yameanza kuleta? Huyu nani? Eh, sasa wewe. Na sasa okay. Wewe Wewe si nikutumia pesa za kukuja na na na na na, na huba, huba, umekuja nini nini nini nani, nani, nani, nani? <laughs> sasa Sasa Sasa sasa Sasa Sasa Sasa, hata mimi mwenyewe, panda kwa huba, si si joto hii unaona, Unaona unaona watu hapa ni ni vitu gani, itabidi tu bob go, tunaunda tunaunda bike, unaribia kazi yangu. unaribia kazi yangu.

Unajua umenipita. Vale, <coughs> ni wewe kwa hiyo pale. Umenipita pia. Sasa mtajua sa mimi ni nani. Si mi si sasa hata hiyo pesa yako umenilipa sikurudishi na sikupeleki pesa zingine zingine kwa hiyo pesa ngapi? Niondoke. Sasa sikupeleki pesa nilikuwa nakupeleka. Sasa. Shilingi 50. Kama ni chwani iko tu sasa. Hamta kuja hapa kunisumbua. Ni sawa. Pep 20. 20. Lakini oh. Sometimes ukipewa maisha ya juu kuwa na maisha ya juu. Na umevaa dera kwani umefunga na ah.